Kwingeneko familia moja katika kaunti ya Nakuru imekumbwa na hali ya wasiwasi kufuatia kutoweka kwa jamaa wao. Inaharifiwa kuwa Joseph Ngugi alitoka nyumbani kwao akiwa ameandamana na mwenzake siku ya Ijumaa tarehe ishirini na mbili, ila hadi wa leo bado hajulikani alipo huku juhudi za kumtafuta kwenye ru, rununu yake zikiambulia patupu. Hii hapa taarifa kamili na Kamchemeza yeah. Ni machozi ya huzuni yanayomdondoka Grace Wamboi mkewe Joseph Ngungi aliyetoweka siku ya Ijumaa mwendo wa mchana, hali ambayo imeiacha familia hii na uchungu si haba. Eneo hili la Ngashura, inaarifiwa aliondoka na rafikiye kwa jina Shem. Saa kutoka hiyo time, mama akanipigia simu, akaniambia tikwa nini simu ya baba aiendi through, nikamwambia sijui juu ametoka hapa na Shem. Kwa hofu na baada ya kumtafuta kila mahali, waliamua kuripoti kwa polisi na kisha tukaenda kwa CID, tukatresiwa mahali ambapo simu yake ilipotelea, ikasemekana ilipotelea Kikope. Hapo ndio ambapo waliswichia off. Hata hivyo walivyofika eneo la Kikopei, inaarifiwa gari waliloondoka nalo na rafikie lilipatikana hapo, japo hamkuwa na mtu, ila ufunguo wa gari ulipatikana ndani, na tulipowauliza wale maaskari, watu wenye walileta hiyo gari hapo wakasema wao walisikia kutoka kwa raia ambayo ilikuwa hapo, ati ndugu yangu pamoja na yule ambaye walikuwa na yeye walitolewa kwa hiyo gari, wakawekwa kwa double cab na ikatoka ikaenda hata hivyo inaarifiwa kuwa Joseph na mwenzake walitekwa nyara na watu wasiojulikana ambao walikuwa wamejihami kwa bunduki, hali ambayo imeiacha familia na maswali zaidi, huku chanzo cha kisa hicho kikiwa bado hakijabainika. tanafanya kazi ya business, iko na mikokoteni, iko na kiosk, na uzaga a iko na stage. Pamoja na hivyo, mara nyingi anahusika wakati wa kampeni zinapoanza. Yeye ni mtu anafanyia watu kampeni kiasi. Sasa unajua watu wanaweza kuwa na threat za kampeni, kwa sababu inakaribia, na wakijua kama anaweza kufanyia mtu mpinzani fulani, wanaweza fikiria hata kumwangamiza. Afisi ya upelelezi Nakuru imethibitisha kupokea ripoti hiyo, ila haikutaka kutoa habari zaidi kuhusu uchunguzi. Kwa upande wake, mbunge wa Nakuru East David Gikaria at least the the, police and with the, the very long arm that tunakuwa tunajua polisi wako naye they ought to be giving us at least some clue on what could have happened. Mapema mchana wa leo baadhi ya wenyeji Nakuru wamefanya maandamano wakitaka kujua aliko mwenzao. Kamche Menza, KTN News, Nakuru.